Ebwana vipi bana, naona wa waazamu hawa kama wamepoa poa hivi yani, yaani kama jambo hawalitaki. Sasa hacha, uh, sisi wapenda shughuli tuichukue hii shughuli. Kwa mamlaka niliyokuwa nayo kama mwenyekiti wa wasemaji wa mpira barani Afrika, napenda kuutangazia umma kuanzia sasa hivi mpaka saa sita usiku, yani siku ya leo ni Ibenge Day. Leo ni Ibenge Day, ni siku ya masebene tu kwao. Naomba Watanzania ambao mmefurahishwa na kazi nzuri ya profesa Ibenge siku ya jana, rekodini video za masebene, ukiyarudi masebene alafu nitumie dm, tumie dm, mimi nitayapandisha. Leo heri ya siku ya Ibenge, heri ya siku ya masebene Watanzania wote. <laughs> ndiyo kwanza kumekucha.